Kuelekea mwisho kabisa wa kipindi chetu hichi, waulizeni wajuzi, hakikatan, swala la mwisho kwa ufupi kabisa, kuna swala la kubeti e, moja kwa moja bahati nasibu yoyote kamari hizi zote ni katika haram. Naam. Na anayechuma mali kwa njia haram basi huwe mpata laana za Allah Subhanahu wa ta'ala. <tutu> Naam, laana za Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadithi imetaja watu kadha, mtu, watu mbalimbali, mmoja wao mtu ambaye yutwiru safara amekwenda safari yake ya mbali huko kachafuka na mavumbi na hali mbalimbali za machovu ya safari, kama safari ya hija pengine, kisha anaomba dua, mikono yake iko juu kwamba ya Rabbi, ya Rabbi hali ya kuwa matamu haram, chakula chake ni cha haram. Fa anna yusajabu lahu, aa, ili dua zangu zinakubalika niombee niwe mwenye kubaliwa dua zangu. Akamwambia kwamba atib mat'amaka ya Saadu, kama sajaba daawati, kwamba fanya chakula chako kwa ni cha halali, basi utakuwa mwenye kuitikiwa dua zako zote, ewe Saadu. Mashaallah. Kwa hivyo, haya yote haya yanapelekea upate laana za Allah, subhanahu wa ta'ala. Ikiwa aliingia katika muamala huu kwa ujinga wake, kwa kutokujua ndio, basi, fa mantaba ba'da dhulmihi wa aslaha, atakayetubu baada ya dhulma yake aliyofanya na kuweka mambo mazuri baada ya pale, ndio atakuwa anasamehika dhambi yake Akithirishi kutoa sadaka katika njia halali, madhambi yake na e, katika hali ambayo alikuwa nayo kabla ya hapo. Wallahu ta'ala.